Yes. Watu wengi wakatengeneza kwamba Matilda bwana ile mimba na mtoto ni ya Manyanya, wana ukweli uko wapi? Kuna mambo mengi e. Pengele ni vingi hmm. Uh, assumption ni nyingi hmm. Sio hiyo tu sorry, naweza kugusia tu. Zipo assumption pia zili, zilifika mbali kabisa zikasema hmm. Yule ni mwanamke wangu kabisa. Zipo assumption zikasema Vaileth ni mwanamke wangu unajua kabisa. Kabisa, kabisa, yeah. Zile lakini kiukweli wale wote mimi ni, ni, ni, ni, ni, ni wafanyakazi wenzangu tu katika mm. ofisi ambayo tunafanya kazi. hatuna mm. mahusiano ya aina yoyote mm. hata Matilda yeye ana mtu wake na hata ule mtoto ndio hiyo mtoto kapata kwa mtu wake. sipokuwa tu uh, mahusiano yetu sisi ni ya kikazi, ni kikazi. Ya, lakini kuna namna tu watu wanajaribu kuunganisha sana doti kwa sababu ya kile ambacho tuna tunakicheza katika, katika, katika, katika, katika filamu. Lakini mm. kiuhalisia hapana.